Karibuni tena kwenye kipindi chetu ambacho tunajifunza siri za mafanikio na utajiri kutoka kwa vitabu vilivyobadilisha maisha ya mamilioni. Leo tunazama kwenye kitabu mashuhuri cha The Richest Man in Babylon, sehemu ya kwanza ya sura hii ya 7 na tutachambua sura ya 7 yenye kichwa Ukuta wa Babeli. Hili si somo tu la historia bali ni funzo muhimu sana kwa maisha yetu ya sasa, hasa linapokuja swala la fedha zetu. Kama una bahati umekisoma kitabu hiki, basi unajua uzito wa maneno haya. Kama hujakisoma, usijali. Leo tutapata ladha tamu ya hekima yake. Hebu tujiunge na safari fupi kurudi nyua kwenye jiji la kale la Babeli. Moja, Babeli ya kale, jiji la ajabu na siri yake kuu. Fikiria jiji la Babeli jiji lenye bustani zilizopanda juu, zilizojengwa kwa ufundi wa hali ya juu, likivutia macho ya kila mgeni. Lilikuwa jiji la wafanyabiashara hodari, mafundi stadi, na wakulima wenye bidii. Lakini kati ya sifa hizi zote, kulikuwa na kitu kimoja kilicholifanya jiji hili kuwa salama na lenye ustawi zaidi, ukuta mkubwa wa Babeli. Ukuta huu haukuwa ukuta wa kawaida. Ulijengwa kwa matofali makubwa yaliyochomwa na kuunganishwa kwa lami. Ulikuwa mnene kiasi kwamba gari la vita lingeweza kupita juu yake, na urefu wake ulivuka hata majengo marefu zaidi. Ukuta huu ulikuwa zaidi ya kizuizi cha kimwili, ulikuwa ishara ya salama, utulivu na ulinzi. Mfalme Sargon, mtawala mwenye hekima, alijua thamani yake na akaweka sheria kali sana za matengenezo yake kila mwaka kila mkazi bila kujali hadhi yake alitakiwa kuchangia kwa ajili ya kudumisha ukuta huu. Kwa nini? Kwa sababu walijua kwamba ustawi wao, utajiri wao na maisha yao yote yalitegemea ulinzi wake. Siku moja, anga la Babeli lilitanda na wingu la hofu. Habari zilienea kama moto wa nyika, jeshi kubwa la Waasuri lilikuwa likisogea kuelekea jiji Waasuri walijulikana kwa ukatili wao na uchu wao wa uporaji. Hofu iliwapata wakazi, lakini ghafla walikumbuka kitu: ukuta wao mkuu. Mara moja wanajeshi walijipanga kwenye kuta, raia walijificha ndani ya nyumba zao, wakitumaini ulinzi wa ngome yao. Wiki baada ya wiki, Waasuri walishambulia kwa nguvu zote, walijaribu kuvunja, kupanda na hata kuchimba chini ya ukuta lakini juhudi zao zote ziligonga mwamba. Ukuta ulisimama imara, ulishindwa. Waasuri waliamua kurudi nyuma wakiwa wamechoka na kukata tamaa. Tukutane sehemu ya pili ya sura hii ya saba, video inayofuata. Subscribe ili kupata ujumbe na kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu.